Waswahili husema kwamba vita vya panzi sometimes ni furaha kwa kunguru. So kwa upande wa Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuchu, eh, bana Diamond Platnumz ameweza kuthibitisha kwamba alishawahi kufunga ndoa pamoja na mwanadada Zuchu katika siku za nyuma kidogo. Sasa hii hi video ambayo imeendelea kutrend ya Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuchu kuweza kufunga ndoa katika siku ambazo zimeweza kupita hapa, eh, bana imeweza kupostiwa siku za hivi karibuni lakini eh, Zuchu yeye hajaweza kuposti jambo lolote, jambo ambalo linao kuweza kuthibitisha kwamba ndoa hii ilikuwa ni kipindi hicho ambacho kimeweza kupita. Sasa baada ya video hizi kuweza kuvuja na yeye Diamond Platnumz kuweza kuthibitisha kwamba alishawahi kufunga ndoa na vitu kadha kadha vilikuwa vimeendelea pale, ukimya ndio umeweza kumponza mpaka sasa hivi kuweza kuposti video hii hapa, hata pia, eh bana, eh, Wasafi nao pia wameweza kuposti video ambazo pengine, eh, zilikuwa hazijasambazwa popote pale. Sasa kwa upande wa Harmonize yeye ameamua kuingilia kati hili sakata ambalo linaendelea na Damo Platnam pamoja na, na mwanadada Zuchu. Kwa upande wa Harmonize ameweza uh, kupost picha ambayo ni picha ya uh, mwanamuziki huyu bila shaka ni 50 Cent, uh, lakini yuko kwenye ndege fulani hivi, lakini hapa chini kaandika maandishi madogo ambayo yanasomeka hivi: kama shida ni ndoa E, mbona nilimwoa e, kaka, emoji fulani hivi za kucheka, yani kama vile amecheka ame e, ujumbe ambao Damo Platinum ameweza kusema ni kama vile amequote e, kile ambacho Damo Platinum aliweza kukizungumza, na ujumbe pia ambao ameendelea kuandika e, hapa amesema kwamba sio kama mnavyodhani, funny guy let's hug god ndefu sana. Upande wa WCB, basi ni mwanadada Zuchu, that's why ndo maana pengine eh, Damo Bradram kuweza kumwachilia mwanadada Zuchu kuwa kama solo artist wa kujitegemea inakuwa ni ngumu. Hata vile ambavyo eh, Zuchu ambavyo anatamani sasa kuondoka kwenye lebo ya WCB, kuna kuwa kuna baadhi ya misamaha ya kutosha kabisa. Hata pia nikikukumbusha tu kwamba hata ile ambapo ilikuwa ni show ya kwenda kufanya Zanzibar kule, aliweza kumomba msamaha kwenye stage na, kum, kumekuwa kuna eh, kuachana, kurudiana na vitu kibao ambavyo vinazidi kuendelea kwenye mitandao ya kijamii na wengi wakisema kwamba ni kiki na vitu kadha wa kadha, lakini this time around Diamond Platnumz baada ya kuweza kutusanua eh, sasa hivi ni kama vile Harmonize ameonekana kabisa kucheka kile kitu ambacho kinaendelea. Ni kama vile Diamond Platnumz ana pretend eh, bana kumpenda mwanadada Zuchu, yani anaigiza kumpenda mwanadada Zuchu ili mradi tu aweze kubaki kwenye label ya uh, wasafi na Zuchu. To be honest, kwa upande wangu naona kabisa kama vile anampenda sana Diamond Platnumz. So kwa upande wa Diamond Platnumz ana anatengeneza vimazingira vya kuweza kukaa karibu na Zuchu, hata pia e, aliweza kufunga ndoa ya siri siri, ambayo ndoa hiyo e, imeweza kuonekana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii na wa kwanza kabisa kuvumbua ni Diamond Platnumz as I tell you before. So kwako wewe mdau wa burudani uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiache ku like, ku subscribe, ku share, lakini pia ku comment. Comment yako itakuwa ni ya maana sana. E bana, utakometisha kinao manoma kwako wewe mdau wa burudani kwa kusubscribe hapo, ni Sawasawa online digital